Katika video kuna maswali matatu e. Na swali la kwanza sehemu ya ah, Kiswahili ni lugha ya taifa nchini Kenya, eleza sifa zote tano za lugha ya, ba, ya taifa. Swali la kwanza sehemu ya B, taja majukumu yoyote matano ya lugha ya taifa. Swali la pili, jadili sababu zinazochangia kufa kwa Kiswahili. Swali la tatu sehemu ya ah, eleza sababu tano za kuwepo kwa makosa katika uzungumzaji wa lugha ya Kiswahili. Swali la tatu sehemu ya ba, taja juhudi za serikali katika kuimarisha lugha ya Kiswahili. Swali la kwanza sehemu ya Kiswahili, ni lugha ya taifa nchini Kenya, eleza sifa zote tano za lugha ya taifa e, sifa yake ya kwanza ni kuwa e, ina wazungumzaji wengi kama lugha ya taifa. Sifa nyingine, ina uwezo wa kutoa hisia za kikabila na kuwafunza watu kuhisi e, kuwa taifa moja ambapo watu wanapokutana wa, wa makabila tofauti tofauti wanatumia lugha ya Kiswahili na kujisikia wamoja. Sifa nyingine huwapa watu utambulisho katika umoja wa mataifa ambapo mtu akisikika akizungumza Kiswahili anajulikana e, ametoka Afrika Mashariki. Sifa nyingine uibua hisia za kizalendo miongoni mwa wananchi ambapo e, ule uzalendo unakuzwa kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Sifa nyingine ni lugha ya kwanza ya kikundi cha watu katika taifa husika. E, sifa nyingine ambapo kwanza Kiswahili ni e, lugha ya kwanza ya watu kutoka pwani mwa Kenya. Sifa nyingine wana muundo wa kiisimu unaofanana na ule wa baadhi ya lugha za watu katika E, ama kwa hivyo, e, kujifunza Kiswahili huwa ni rahisi ama kujifunza lugha ya taifa huwa ni rahisi. Kwa mfano Kiswahili, e, na lugha nyingine za kibantu zinafanana. Sifa nyingine ni lugha mojawapo asilia, e, na lugha ya taifa haiwezi kuwa ya kigeni bali ya kienyeji, na haifai kuleta chuki bali enezesi ya uzalendo na ta, e, katika taifa Swali so, la kwanza sehemu ya ba. Taja majukumu yote matano ya lugha ya taifa. Katika majukumu ya lugha ya taifa mmoja ni uleto umoja katika taifa. Jukumu e, jingine ni kuziba mipaka ya kikabila. Jukumu jingine ni kukuza mipaka e, kukuza utamaduni wa Kiafrika. Jukumu jingine ni kukuza uzalendo wa watu wa taifa kwa kutumia lugha kama kifaa cha kuonyesha hisia za kizalendo. Jukumu jingine ni kutambulisha watu wa taifa fulani. Jukumu jingine ni kuleta maendeleo ya kijamii, ya kisiasa, ya kiuchumi na kisayansi, kutokana na umoja wa taifa zima kilugha. Jukumu jingine ni kusawazisha watu kilugha kwa sababu hisia eh, zitakuwa sawa wakizungumza lugha moja. Swali so, la pili. Jadili sababu zinazochangia kufa kwa Kiswahili. Na moja katika sababu zinazochangia kufa kwa lugha Eh, ya Kiswahili ni sababu za kiuchumi ambapo maendeleo na ubunifu wa viwanda yanafanya watu kuamia mijini na watu wanapoamia mijini, wanaacha kuzungumza lugha moja eh, na kuanza kuzungumza lugha nyingine eh, kwa ajili ya mawasiliano, na hivyo wakiacha kuzungumza lugha kama vile ya Kiswahili, ile lugha huenda kafifia. Sababu nyingine eh, inayochangia kufa kwa lugha ni uchache wa wazungumzaji na idadi ya watu wanaozungumza lugha fulani inapopungua, lugha hiyo ofifia. Sababu nyingine inachangia kufa kwa lugha ni kutoungwa mkono na taasisi mbalimbali mbali, kama vile elimu, dini na vyombo vya habari e, na haya yakitokea huwa ni tishio la kufa kwa lugha ile. Sababu nyingine ya kufa kwa lugha ni hadhi, ambapo lugha ambazo hazina hadhi huishia kufa. Sababu nyingine ni ndoa za mseto, ambapo watu wanapochanganyikana kupitia ndoa za mseto husababisha lugha nyingine kudidimia, kwani wanachagua lugha moja kuitumia kama lugha ya mawasiliano. Sababu nyingine ya kufa kwa lugha ni kuhama kwa watu, ambapo kuhama kutoka sehemu moja hadi nyingine e, lugha zao huathirika. Sababu nyingine ya kufa kwa lugha ni uhaba mkubwa waandishi ambapo baadhi ya lugha hazijaandikwa ama hakuna vitabu vilivyoandikwa kutumia lugha hiyo eh. Sababu nyingine ni kuzuka kwa lugha ya Sheng ambayo ni maarufu miongoni mwa eh, vijana na vijana wakitumia waki lugha hii eh, lugha ya Kiswahili huathirika pakubwa na kufifia. Sababu nyingine inayochangia kufa kwa lugha ya Kiswahili ni imani potovu kwa lugha ya Kiswahili, ni lugha duni Sababu nyingine ni kuzuka kwa lugha zingine kama vile lugha kifa, ya Kifaransa ama lugha ya Kiingereza ambazo zimepewa hadhi ya juu. Sababu nyingine ya kufa kwa lugha ya Kiswahili ni watumizi wa Kiswahili hawajali jinsi ya kutumia lugha ile, wanatumia wanaitumia kiolela tu bila kuzingatia sarufi. Sababu nyingine ya kufa kwa lugha ya Kiswahili ni ukosefu wa fedha za kufanya utafiti wa kina wa somo la Kiswahili na mwisho ni kuwepo kwa sheria eh, katika shule kwa Kiswahili kizungumzwe siku moja kwa juma. Swali so, la tatu sehemu ya ah, eleza sababu tano za kuwepo kwa makosa katika uzungumzaji wa lugha ya Kiswahili. Na moja katika sababu ni athari ya, ya lugha ya kwanza. Sababu nyingine ni hali ya kiakili ya msemaji. Sababu nyingine ni kuhamasisha mafunzo ya lugha moja hadi nyingine eh, inasahulika sababu nyingine ni kutodhibiti mfumo wa ngeli katika lugha. Kwa mfano utapata mzungumzaji anasema ng'ombe hii badala ya kusema ng'ombe huyu. Sababu nyingine ni kasi ya uzungumzaji ambayo huathiri usanifu wa lugha, ambapo mzungumzaji anapozungumza kwa kasi sana huenda akatumia lugha hiyo e... vibaya. Sababu nyingine ni kosa la kutoelewa maana ya neno e kimatumizi. Kwa mfano, kudhani neno tetesi linatokana na neno teta. Na sababu nyingine ni, kukosa, ni kosa la kimakusudi kwa dhamira ya kuburudisha ambapo wenda mtu akatumia neno vibaya e, ili watu wacheke waburudike. Swali so, la tatu sehemu ya ba, taja juhudi za serikali katika kuimarisha lugha ya Kiswahili. Na katika juhudi za serikali kuimarisha lugha ya Kiswahili, moja Kiswahili kufanywa lugha ya taifa. Eh, juhudi nyingine ni katiba ilipitisha lugha ya Kiswahili kuwa lugha rasmi nchini Kenya. Hoja nyingine, Kiswahili kufanywa kuwa somo la lazima kwenye shule za msingi na shule za upili. Hoja nyingine, Kiswahili kutumika katika matangazo na taarifa za habari kupitia runinga na redio. Hoja nyingine, viongozi wa kidini wanahubiri wakitumia lugha ya Kiswahili. Hoja nyingine Kenya na Tanzania wameunda mabaraza ya vyama mbalimbali vya, mbali vya kushughulikia maenezi ya Kiswahili kama vile Takita na Bakita. Hoja nyingine, e, lugha ya Kiswahili kutumika katika shughuli za kibiashara. Hoja e, nyingine lugha ya Kiswahili kufunzwa katika vyuo vikuu.